Jana nilimsikiliza kijana wangu mmoja anaitwa Zitto Kabwe, alikuwa anaongea Lindi, anasema mzee Wasira anajua historia, kwa nini anabishana CHADEMA badala ya, ya kuzungumza. Mimi niliwaambia tuzungumze, Tundu Lissu akasema hata watatupotezea muda. Sasa mtu ana muda wake na hataki upotee, wewe umlazimishe kupoteza muda wake wa nini? Kahiyo sisi tunawaambia wakiwa wana jambo na linazungumzika na linawezekana waje tuzungumze. Hawataki kuzungumza. Sasa wanasema hayo mabadiliko wanayoyataka wao, ambayo mimi siyajui na hawajapata kuyasema. Tena leo nataka niwaambie, mtuambie nini hasa mnataka, maana no reform, no reform reform nini? Reform nini? tumesha reform. Watu waambie, wawaambie Watanzania kitu gani hasa Hawasemi. Sasa na wanachama wao wameanza kuwageuka, maana wanachama wao nao wanataka udiwani. Hata kama si sii, wataupata, lakini kuupata ni majaliwa, lakini unawapa uhuru wa kugombea. Sheria ya, ya, ya uchaguzi inasema watu wajiandikishe. wamejiandikisha au hajajiandikisha? na huo ni uchaguzi, ndio mwanzo unavyoanza. Ukishajiandikisha ndio uchaguzi umeanza, au sio? Ndiyo, sasa unahuzuria. Bona hukuzuria kujiandikisha? Na CHADEMA mawakala wao walikuwa kwenye vituo wanatazama nani anajiandikisha. Sasa walienda kwenye vituo kutafuta nini? Kama haupo hakuna hoja. <laughs> Unajua, kama una hoja unaweza ukapiga kelele tu, na kelele haiwezi kuwa hoja.